Sasa hapa nimepata kiboko, yaani hii ni kiboko. Yule si anajifanya na kamdomo. Sasa ngoja nikamwonyeshe hapa kuchi. Leo leo tu nikifika, naenda kumwaga mlangoni kwake. Asubuhi nataka nionane naye tena, nione haka kadawa kanafanyaje kazi sasa. Sasa nimeshafika nyumbani kwake sasa nataka nimkomoe sasa, ili naye aone kwamba mimi sio mtu wa mchezo mchezo. Yani, nakamwaga kadawa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, akiamka asubuhi aone kwamba mimi ni mtu mpya kabisa. Oho, sasa aka kabinti nako, jamani, usiku kanafanya nini tena? Ah, watu tuna mishe mishe zetu, kanakuja kuharibu mingo. Sasa angalia sasa

uko hapa ikuja kipea watu unataka kufanya dili afu na kusembesha taketa konge shinako nini ae jose sa plako esu li tanko zeo eh? We binti, sikiriza mimi na wewe, hatujuani. Sikiriza hapa, wewe pita zako tu, na mimi fanye mambo yangu. Habari ya kunisemesha semesha mimi sitaki, pita zako na mimi baki na mambo yangu, hatujuani, kwanza nishakwambia. Acha kuniongelesha ongelesha ovyo tu, nakuwa kama mtu mwenye shoboshobo jamani, shobo. Mzima tata ananiambia hivyo kweli?

He he he he, we binti, mbona unakuwa na, na kiherehere hivyo? Si nimekwambia upite? Kwani kuna shida gani? Si nimekwambia kwanza tujuane? Hata kama nilikutaongoza, sasa ndio uje useme mbele za watu hapa wa? Eh, kwani nyumba ya watu unakuja kuropoka ati nimekutongoza, kwa hiyo unataka kupewe tuzo, si ndio? Haya, nimekwambia upite zako na mimi nifanye mambo yangu ya mbona kwa uelewi. Yaani watoto wengine bwana, kama walizaliwaga sijui wakati wa, wa kiangazi